Nikutembelee nije nikupongeze live, live, nikamwambia njoo, nitakuwa na wageni. Bwana huyu hapa kaja, anataka kumpongeza engineer Hersi. Ni kweli unataka kumpongeza engineer Hersi Saidi kwa nafasi ambayo ameteuliwa? Unajua mwandishi huyu, ndugu yangu alichoongea ni sahihi na kweli, nimekuja kumpongeza kwa kile alichofanya Hersi Saidi, hmm, hayo baada ya kumalizana naye mimi utanihoji na nitamwongelea Engineer Hersi. uh, yeah. lakini nafasi hii ambayo wamepewa, unaiunga mkono? Naiunga mkono. Vipi? Pengine unawaombea Young Africans huko wanakoenda, wameelekea nchini Malawi dhidi ya Silver Strike. Mnawaona wakifanya vyema kwenye michuano ya kimataifa? Unajua mwandishi, linapokuja swala la kimataifa ya kitaifa sisi lazima tuwe kitu kimoja mm. Sasa hivi unajua, Watanzania inabidi sisi tubadilike. Sasa kiongozi leo anajitokeza akisema kwamba bana, anaitakia mabaya ya timu fulani, mimi siungi mkono swala hilo. Ahmed Ally huyo, siungi mkono swala hilo. Unajua, penye ukweli tuongee ukweli, kweli kabisa. Awe msemaji wa Yanga, awe msemaji wa Simba, awe msemaji wa klabu yoyote, inapokuja swala la kitaifa, sasa hivi Watanzania tubadilike. Mm. Tunaliwakilisha taifa hapo ndani tu, ache tukwaruzane mm, ndani acha tukwaruzane sikana mashati, eh, mm. unaona bwana lakini, ah, inapokuja swala la kitaifa tuwe kitu kimoja, kwa sababu tunaitangaza taifa la Tanzania. Kwa hiyo mimi leo binafsi huyu ndugu yangu namwomba pia, mm. na washabiki wengine wa Simba, Yanga na klabu zingine mm. kwamba imekuja muda wa kubadilika sasa hivi linapokuja unajua, nchi kaskazini mwa Afrika au Waarabu wamebadilika sasa hivi mm. Inapokuja timia upinzani wake anacheza, wanakuwa kitu kimoja. Sasa imefika hatua tusiseme kwamba ah, mimi naitakia mabaya eh, nyuma mwiko au mimi naitakia mabaya Singida Black Star, haipendezi inabidi tubadiliki. Narudia ndio, na hapo hapo Muhindi bwana Injinia Hersi amezungumza akisema kwamba moja kati ya kazi kubwa ambayo wameifanya wakiwa kama umoja wa virabu barani Afrika ni pamoja na kuhakikisha timu zetu zinazoanza hatua ya awali wanapata fedha za kujikimu za kutosha kiasi kwamba hapo zamani kulikuwa hakuna. Tumeona uh, Azam FC kupitia kwa makamu wa rais wamethibitisha hilo kwamba wamepokea dola alfu moja tarehe kumi na sita dola laki moja wamepokea wame Wamethibitisha eh, eh, hilo. Lakini pia naamini kabisa moja kwa moja kama kilifanyika kikao cha virabu vyote kwa ajili ya kupata fedha naamini hata Simba walishiriki. Ndiyo. Lakini kwa nini hawajitokezi hadharani wakakiri na wao wamepokea pesa? Shida nini? Unajua, ni wajibu wa klabu kama taasisi mm. Ni wajibu sana kwamba leo unajua mwandishi wewe utamalizana naye, lakini kuna mengi ya kuongea mm, mm, mm. Utanihoji lakini najibu tu kwa kifupi kwamba mm. Sisi tumsapoti Enginia Hersi sahi, sahi, kama, kama sio kama rais wa, wa, wa, wa nyuma mwiko mm, mm. Sio kama rais wa nyuma mwiko, tumsapoti Kizinga, nielewe, tumsapoti kama Mtanzania hapo eh. Tumsapoti awe sisi, nyuma mwiko kweli bana, kwani uongo si ndio? usemi wenu ndio, yeah, logo yenu inavyosema nyuma mwiko. Hapo mimi sijakosea, mna mwiko nyuma <laughs> <miko, laughs> kwani <miko>, uongo <kwenye> <laughs> Tukubali, tukubali mbele nyuma mwiko. Eh. Sasa hiyo ni slogan. Sasa ndio isiwe ndio klabu yetu inaitwa hivyo. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba kwamba tukubaliane kwamba na kila sababu viongozi tumeona uh, watu kama Singida Blaki KMC, eh, manispa Kinondoni wamempongeza injinia Hersi, mnaelewa bwana, lakini hatujawaona, eh hatujawaona upande wa watani wa, wa, wa, wa, wa wetu wakijitokeza hadharani wakisema, kwa hichi alichokifanya ni kikubwa, tunampongeza sana. Ameenda kuwa sehemu ya mafanikio ya virabu vyote barani Afrika wanawata jikimu na kuna sehemu alizungumza kwamba kuna, kuna, kuna, kuna, kuna kitu wanakifanya kwa lengo la maslahi ya wachezaji ambao wanakwenda kuzitumikia timu za taifa wakitokea kwenye virabu vyao. Je, wanapopata athari inakuwaje? Kwa mfano ukimwangalia mtu kama Abdurazaki Hamza ni mchezaji ambaye amepata majeraha kwenye mechi ya dabi. Imagine kama angekuwa ameyapata kwenye mechi ya timu ya taifa halafu saizi taarifa za daktari labda zinasema atakwenda mpaka ifikapo Januari kiasi kwamba labda msimu raundi ya kwanza ya msimu umemalizika hii inakuwa ni hasara, hasara kwa kwa faida wanayoipata klabu ni ipi? Kwa haya yote anakwenda kuyatengeneza, kuyatengeneza na kuyaweka sawa Injinia Hersi e, akiwa kama mwenyekiti wa virabu vyote barani Afrika anafanya kazi kubwa sana tuwaombe Watanzania wamwombee dua sisi sana, sana. Tuko eh, nyuma ya Hersi na tunamtakia kila la heri na na, na, na, na, kitu kingine Muhindi, ungewaambia hata viongozi wa Simba kama inawezekana wampongeze hata kwa kutumia meseji ni wajibu wao. Kizinga, tuwe wa kweli. hey, hey. Ni wajibu wa taasisi mm -hmm. ya Simba hey, hey. kwamba wampongeze ma engineer Hersi ni wajibu wao mm. Unajua, kuna mengi we maliza, mimi nitaongea na mwandishi. Kuna mengi ya kumzungumzia Hersi na, na kuna mtu hapo hapo mwindi, kuna mtu mmoja anaitwa Wilson Uluma. Huyu ni mm. mtangazaji wa kituo fulani hapo EFM. Huyu anakuwa anamzungumza engineer Hersi vibaya, anasema kwamba ile nafasi ameifosi tu, haikuwa yeye, sijui hakuteuliwa kweli, sijui vina hivi, yani kwamba ni nafasi ambayo ile pengine viongozi wa Simba hawakuitaka, wange wangeitaka wangeichukua ilikuwa yao. Unajua mwandishi, leo ilifanyika mdahalo juzi, am Hersi mm. katika ule mdahalo alikuwa mtu ambaye anawakilisha serikali, katibu mkuu. Sasa mtu sasa, anahudhuria kikao hicho alafu ye bado unasema kwamba ameteuliwa tu au yani hatuna uhakika au kitu kama hicho. Mtu mtu wa serikali amehudhuria ile mdahalo Eh? Chukizo. Kweli haipendezi. Chuki tu hizo. Haipendezi. Chawa yule. Mi nataka tuzungumze kitu kimoja, Mwindi, kabla hujataka kuondoka haa, mi nataka tuonge sawa, lakini nataka tumalize pia kwa kitu kimoja uzungumza. Tutazungumza e, bwana Yanga Africans wanaelekea kwenye michuano ya kimataifa, Simba Sports Club wanaelekea kwenye michuano ya kimataifa, pengine labda kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Hayo tumeshuhudia kwamba leo Simba amesafiri bila Pinpin Kamara, amesafiri bila Abdurazaki Hamza mchezo wa kwanza, mkondo wa kwanza, first preliminary round, hatua ya awali, mchezo ambao ulichezekwa katika dimba la Benjamin Mkapa, tuliona kila mwana simba roho ilikuwa mkononi kwa performance ambayo aliionyesha, ilikuwa ni performance ndogo sana. Pengine kukosekana kwa wachezaji, mnadhani ya kwamba huenda Simba Sports Club inaweza kwenda kupata matokeo ikiwa ugenini wachezaji waliokuwa nao unajua mwandishi, sasa hivi Simba ina meneja wa timu ambaye katika majaribio amepata mechi mbili za kirafiki. Kwa hiyo yeye sasa hivi anajua wachezaji ambao anaweza akamletea matokeo, wachezaji ambao kutokana na falsafa ambayo anayo yeye anawahitaji pengine hao wachezaji uliowataja, pengine hahitaji kwenye kikosi chake. Zaidi ya hiyo, pengine wako injured, ndio inaweza kuwa sababu ya kuacha. Wana injury, ndio. Eh, kwa hiyo sababu ni hizo kati ya mbili kwamba wanaweza kawa injured au katika kikosi chake atakachopanga hawahitaji kutokana na, na falsafa yake, amtaki aua kwa mfano huyu bwana Kizinga ananizungumzia, aua aua fadlo davids alikuwa alikuwa nampa kipaumbele, ndo alikuwa mchezaji wake mpenzi. Sasa huyu kocha ni mpya, ye amekuja na falsafa yake pengine yeye ya amuhitaji aua. mm, kakosa kosa magoli umeona bwana mm. kwa hiyo kila mtu sasa ndo tunataka kumwona kocha wetu baada ya mechi hizo mbili, amna kocha meneja meneja meneja wetu Je, yeah, kuna, kuna mabadiliko ya, yapo katika Simba? Tutajua hayo baadaye, mechi mbili tutashinda. <laughs> tuwe wazalendo. Uwe sasa unaanza tena <laughs> kusema atushinde Kizinga, <jamani. laughs> yeah. uwe, uwe, uwe, mzalendo, ndugu yangu, nisikize nikwambie, kuna vitu vya kuleta uzalendo. Umepigwa nne na watu ambao wachezaji wengi wako timu ya wa taifa <laughs> ile mchezo wa kirafiki jinchauandani eli mpanzu ndani wachezaji walikuwa timu taifa wangapi? Hata kama watatu wanne, wewe ulikuwa mmoja tu, alikuwepo Kapombe. Yani wewe ulikuwa full squad, yuko Simba yuko mmoja tu yani. Kizinga ndugu yangu usizarau vile a a, iombee timu yako. Uh, ila nikwambie tu kuna uh, kila sababu ya viongozi wenu kuwaweka wazi. Mpira unawambia kwamba wewe kouna, una, una, meneja yule ni meneja si ndio? Haya, timu kwa hiyo ina maana tunakubaliana kwamba timu haina kocha, ha, meneja kujia. Sasa niku, nikupe elimu leo, e, nipe. Unajua meneja mm. mm. ana mambo mengi ya kufanya sawa katika department. Okay, unaona bwana kuna mm. mambo mengi ya daiti inabidi asimamie, ndo meneja kazi yake. Kuna mm. mambo mengi inatakiwa asimamie mm. sio Yani sio mazoezi tu au kwenye pitch tu, hapana. Ndio mm. maana anaitwa meneja, labda ndugu yangu kidogo mpate, kidogo mpate somo hilo <laughs>na utopolo mpate somo hilo, labda nikupe somo kwamba na nyie inatakiwa mbadilike. Unajua nchi za Ulaya sasa hivi hawaiti kocha, wanamwita meneja wa timu sawa. Sasa meneja ina maana ana majukumu zaidi ya moja we subiri nikupe mambo hey, nikupe elimu hey, hey. hey, muhindi wa Simba umeona hey, bwana hey, kuna mambo. ndio <laughs> <laughs> maana kuna mambo mengi hey. kwenye meneja ambayo inamhusu. sasa we ukimwita kocha huyu huyu kocha wenu falls mm. yeye yeah, ana jukumu la kocha tu basi sawa kusimamia mazoezi tu basi kwa hiyo tunakubaliana kwamba uh... Unajua kila sehemu kuna taratibu zake. Sawa. Taratibu za nchi yetu. Ndiyo. Anatakiwa aende akasome baadhi ya kozi ili apate kibali cha kusimama kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, asimame pale au kuwa kwenye benchi la ufundi katika eneo la ukufunzi. Nani unamzungumzia huyo? Huyo meneja wa timu yetu. Ehe, kwa sababu sasa hivi kibali cha kumruhusu yeye kwenye michezo ya ligi yetu. Sasa Muindi, pale Muindi, Muindi, Dar es Salaam Africans tuna meneja anaitwa Ota Harrison. Kwa hiyo nataka kuniambia Ota Harrison anaweza akaifundisha Yanga. Ah, hawezi. Hmm, hawezi. Sisi tunaye Remamu. Kocha? Eh? Kocha amna. Uh, yani huyu ndo kila kitu anabeba, yeye ndo kocha ye ndo kila kitu kwa, lakini haruhusiwi kukaa kwenye benchi la ufundi pale. Amepata kibali? FIFA So, sio wa Tanzania sasa. Sasa yani, ki... mpira mpira, sikilize kwanza mpira kimataifa hiyo kwenye kwa michuano eh, ya na eh, kusimama kwenye michuano ya kimataifa mwisho ni mchezo huu hapa raundi hapa ya haa, mwisho ikiingia makundi huna kibali wala hiyo, asikudanganye mtu. Hiyo hiyo sheria yako, kwenye ligi yetu anaruhusiwa? Sikiliza, kwenye ligi yetu, yetu, Kwe, yetu, eh, yetu haruhusiwi kukaa pale. kama kocha akionekana anatakiwa kamata weka ndani, sawa, lakini timu itakuwa chini ya nani? itakuwa chini ya Matola it, itacheza ah itakuwa imeungana naye, kamata tia ndani eh. Unaungana kwa sababu uruhusiwi kwenye ligi yetu kibali cha kusimama kwa kizushi. Hiyo swala la kizushi hiyo hiyo swala la kizushi kweli, ngoja kuna kozi yeah. Kwenye ligi yetu TFF inatakiwa, kwa sababu anakuambia kila shirikisho la mpira barani Afrika yani, kila shirikisho kwenye nchi ina taratibu zake. Unaweza ukaona Simba kuna wakati walikuwa na mwalimu ambaye alikuwa hana leseni hiyo ambayo nimekuambia. Kwa hiyo ikamtaka yeye aende akasome na akaenda kusoma, timu ikawa chini ya watu fulani, na huyu amekuja, leseni hiyo hana. Kwa hiyo kibali cha kufundisha mpira kwenye nchi yetu cha kinachomruhusu yeye simame pale hana. Oh, kozi hiyo hana. Wewe umezungumza sana kuhusu mnamkam... kocha yangu na kukatisha bwana. Sasa nie ngojea wewe niye utopolo, kwa nini mnampigania am... aondoke huyu Falsi anayesema aondoke, nani? Ni hapo hakuna basi. Sasa sikiza nikwambie, e huyu anayesema, huyu anayesema kocha Falls aondoke, mimi mm. nataka nikwambie tu ukweli mm. shabiki mm. shabiki ni mtu ambaye, kwanza, unatakiwa umtazame, shabiki ni mtu ana namna gani? Shabiki ni mtu ambaye yeye anahitaji tu timu ipate matokeo, yaani neno kufungwa na kusale yeye halitaki, afadhali hata nyinyi subiri, afadhali hata nyinyi tunawapongeza mmefungwa mara sita mfululizo mmekosa ubingwa mara nne mfululizo, lakini bado mnaendelea, mnaendelea kuwa nayo na mnaendelea kuhudhuria viwanjani. Lakini mimi nasema, na mashabiki wangu wanatakiwa kuwa na subira, kwa sababu huyu mwalimu tuliokuwa naye tunatakiwa tumtie moyo kwamba huyu ni mwalimu wetu, kuna kufungwa, kusare na kushinda. Tusikubali tu kuona kwamba sisi tunataka tushinde tu, tusisare hatutaki. Kwa unapomrushia maneno, aondoke, aondoke, we una uwezo kuufundisha mpira We CV unayo eh? we huoni kama huyu mwalimu CV zake ni kubwa sana kuliko matatu? Huoni kama huyu ni bora sana? yaani CV alizokuwa nazo hata Edi na Lema, kocha wa timu ya wanawake ya Yanga, CV zake ni kubwa sana kuliko hata kocha wa Simba matatu yule. Anaweza akasema kwa nini unaanza kuongelea matatu tena, ukimwangalia vizuri yeah. ni kocha ambaye kwangu mimi sijawahi kumkataa, sababu kocha ambaye amecheza michezo tisa, amefunga magoli ishirini, ameruhusu goli mbili na sare moja, huyu ni miongoni mwa makocha bora kuliko makocha ambao wanatakiwa kuwa bora. Huyu ni bora zaidi. Shida ni kwamba mna haraka. Mwalimu amezungumza, yupo katika hali ya kutafuta kikosi. Sasa swali moja, nikukatishe, uliza kwamba wakati mlivyotoa sare na Mbeya City, no, kule Mbeya, mm, kwa nini washabiki na wanachama wa nyuma ni mwiko nie mm, mkasema kwamba waliozungumza kwamba fol za wamtaki ni washabiki wa Mbea. Kwa nini mmeleta tofauti hizo? Hatujasema hiyo. Ni ndio kauli mlio sawa, nisikilize, nikwambie. Mchezo umechezeka. Wale washabiki wa Mbea sio wanachama au ni washabiki ambao wa, wa timu yenu ambao inatakiwa mwe pamoja, muungane mashabiki. Kwa nini mkawatenganisha? Sisi hatujawatenganisha mpaka kusema kwamba hao hawana hata jezi hawalipii hata kadi hapana. Mmeongea hivyo ndio, tulisema hivi, shabiki yeyote shabiki, shabiki yeyote anaweza akazungumza namna ambavyo anaweza na anataka. Nimekuambia utofauti wa shabiki, shabiki anahitaji nini, nimekwambia shabiki ni mtu ambaye akili anachokiona yeye anakisema. Nimeelewa ule ulikuwa ni mlio wa mashabiki waliokuwa uwanjani, walisema hawamtaki mwalimu lakini uh, juzi kupitia uh, Uwejibu, nisikilize kwanza yo, mjumbe wa Mba. FIFA mjumbe wa FIFA juzi kasema injinia Hersi akiwambia, kwamba mashabiki waondoe hofu, waondoe shaka, tumewaongezea nguvu katika benchi la ufundi, tunaamini mambo yanakwenda vizuri na kila kitu kitakwenda vizuri, timu itakwenda kuonekana vizuri. Na kwa wale ambao walikuwa hawajui, nataka niwaambie kupitia hapa, wale mashabiki mliokuwa mnalalamika Fouzi aondoke, mlikuwa mjui kuna kikundi cha wahuni kutoka, kuna kikundi cha wahuni kutoka kwa makolo walifanya ushirikina mkubwa sana pale ya viktawni wakamtumia mtu mmoja ambaye sasa hivi tumeshamwondoa kutaka kufanya ubaya ubwela season 2 na hilo tumekuja kulibaini baada ya kugundua kwamba lile ah, pila tulilopiga Rwanda mbona limepotea kuna nini kuja kufanya uchunguzi kumbe hawa watu wanahangaika na kukosa ubingwa mara nne mfululizo Wanahangaika tulia, wanahangaika tulia. Nasema na wanayanga ujuu, hawa watu wanahangaika na kufungwa mara sita mfululizo, wanaamua sasa wafanye vitu ambavyo vitakwenda kuwavuruga wachezaji wetu. Huo mtego tumeuona na tunajua vita ni kubwa, wana yanga, tunawaambia. We mwana yanga ambaye unaishi Mbeya, yanga anakuja kucheza na Tanzania Prison, kaeni, matawi yote ya yanga mkoani Mbeya, jipangeni kwa ajili ya kuipokea timu. Vita ni kubwa. Watu wameamua kwamba msimu huu tusichukue ubingwa, wanaamua kufanya figisu. Tumeshatoka huko, tumeshaziba milija yao shida zao. Sasa hivi tunakwenda kushuhudia, sikiliza wewe, yeah. Tunakwenda kushuhudia pira FIFA, yeah. Tunakwenda kushuhudia pira FIFA, yeah. FIFA pale nchini Malawi. wewe mwana yanga pira sikia, FIFA linakuja. mimi nataka mpe salamu za mwisho kuelekea kwenye michuano ya kimataifa unamwambia nini? Neno moja Uwe, mzalendo neno Uwe, moja mzalendo la kumwambia ndugu yangu una majeruhi wengi kuelekea kwenye huo mchezo, lakini na kikosi kipana, kipana hey, ulicho nacho uli hey. kuna wachezaji hawapati nafasi kama wakina Rada kicha Sambi. Unamchukua cha chasambi unampeleka kule akacheze mchezo ambao hata mechi fitness hana. Sasa Kizinga, unaposema cha Sambi hapati hey. nafasi hmm. Hana mechi fitness. Fitnes umemwona amecheza lini? Alikuwa nani? Ah, ngoja nikuulize. Alikuwa nani kwenye benchi la ufundi? Wakati a, a, hapati nafasi. Alikuwa Fadlu aliyewapa taraka akawaacha. Ehe, si Fadlu aliwapa taraka. Sasa hivi tunaye meneja Pantev. Kocha una sasa uona meneja pila matatuu, si unaenda kufungwa tena? Bwana, mimi niwashukuru sana na niweke nukta hapa. Bana, sisi tunakushukuru sana Watanzania wote, tuna kila sababu ya kumwombea injinia Hersi afya njema, aendelee kuvisaidia vilabu vyetu viendelee kupata fedha nyingi. Zungumza neno moja kwa uongozi wa Simba Sports Club Muwindi. Kwa kumalizia, mimi ninachosema tu kwamba waisimamie timu yetu vizuri, wawe wamenyoka. Sisi tunataka furaha, washabiki na wanachama. Sisi hatutaki lingine, tumechoka kunyanyaswa, mwombeni dua magungu. Eh? tumechoka kunyanyaswa <laughs> mwombeni dua magungu. Mangungwa, sisi mimi nachosema upande wangu yeye yeah, anatakiwa aondoke tu, yeye aondoke tu. Hasa muda wake. Yeye ndiye anatufelisha. Muda wake bado. Kila kitu kina mwisho. Hasa anawafelisha na lipi? Mimi nakushukuru sana ndugu zangu. <laughs>